Kama mnavyoona haya hapa huku mazabauni, ambapo kunaandikwa, basi ningependa kukaribisha wewe ambaye unayotaka. Uh, utashuka chini utadondosha komenti yako na utachukua namba, sehemu yoyote Tanzania, Maputo, uh, Msumbiji, sehemu yoyote wewe ukitaka unaweza ukashuka chini ukachukua namba alafu tukakupata masiliano. Tunaweza tukakuandikia vitu kwa bei ya rahisi ya kuongea kama ndugu au basi. Bila kusahau, nabidi ushare na kukomenti ili kazi hii iende mbele, kama jinsi mnavyoona ambao tunatengeneza hapa mazabauni kwa Bwana ili kumwabudu Mungu wetu. Hivi ndio milima, hivi ni miti, haya hapa ni juu, ambao kunaonekana jua. Kwa hiyo bado ijaisha, hapa tukutu, tunaendelea na utengenezaji na upambaji. Basi karibu na ubarikiwe sana, mahali popote ulipokuwepo.